Magoti yako yanakakamaa au yanauma au muda mwingine yanatoa sauti za ajabu, huo unaweza kawa huenda nikawa ni dalili mojawapo ya hali ya hatari katika afya yako ya magoti. Sasa kama unapitia changamoto ya magoti, ni muhimu kuzifahamu dalili hizi za awali ambazo hupaswi kabisa kuzipuuzia. Dalili ya kwanza ni pale unapoamka asubuhi, unakuta hali ya magoti yako kukakamaa, hii baada ya kuamka asubuhi au muda mwingine baada ya kukaa kwa muda mrefu. Jambo la pili ni sauti ambazo zinakuwa zinalia kutoka kwenye magoti yako pale unapofanya mjongeo wa aina yoyote hii. Lakini jambo la tatu ni uvimbe unaozunguka sehemu yako ya magoti, ni jambo ambalo hupaswi kulipuuzia hata kidogo. Jambo lingine ni maumivu kuongezeka pale unapokuwa unatembea hatua chache tu natembea, au unajaribu kupanda ngazi, unakuta kwamba maumivu yanazidi kukushamiri au maumivu yanazidi kukuumiza. Jambo ya la mwisho kabisa kushindwa kunyoosha goti lako au kukunja mguu wako. Unapoona dalili hizi, ni dalili za mwanzo za hatari ambazo zinakupa taarifa juu ya afya yako ya magoti. Muhimu kuchukua hatua mapema, ili uweze kuilinda afya yako ya magoti kuwasiliana nami niweze kukusaidia namna iliyo bora na namna iliyo sahihi ya kutibu changamoto yako ya magoti.